Kullu ibadatin, kila ibada. La yataabbaduha ashabu Muhammadin, ambayo hawakuifanya maswahaba wa Muhammadi. Fala tataabbaduha, basi nanyewe musiifanye. Usiulize hapo. Maulidi je, hawakuyafanya maswahaba wa mtume? Musiyafanye. Hitima je, hawakufanya maswahaba wa mtume? Musifanye. Maneno ya hudhaifa hayo, eh? sijui arobaini sijui thalathini sijui ngapi, hawakufanya masahaba wa mtume swalla sallama, musifanye. Je, dua ya pamoja baada ya swala masahaba wa mtume swalla sallama hawakufanya, musifanye. Hapo wamemaliza hiyo kullu, hapo ni kullu kulli, eh? kullu ibadati, kila ibada